Kitaka kusilimu akikwambia nataka kusilimu, msilimishe hapo hapo. Sio lazima asilimishwe na imamu, na wala sio lazima mtu asilimishwe msikitini. Nataka kusilimu, mpige shahada pale pale, na wala sio mtu lazima asilimu siku ya Ijumaa. Yameeleweka vizuri hapo, eh, eh. Mtu kakujia na anataka kusilimu msilimishe pale pale, hapo hapo. Uislamu hauna lazima kwamba imamu au shekhe ndiye mwenye kusilimisha, msilimishe. Na wapi? Hapo hapo ulipo. Lini? Wakati huo huo. Tumswalini Mtume Muhammad. Mmenielewa vizuri eh? E, nayaona haya sana na nayasemea sana na nitayasemea na sana. Mtu akikujia anataka kusilimu, mtu akikujia anataka kusilimu, msilimishe. Lini? Hapo hapo, wakati huo huo. Wapi? Hapo mlipo nani wa kumsilimisha wewe? Wewe Mwislamu, maadamu wewe ni nani, msilimishe. Sio lazima msikitini, sio lazima msilimishaji awe imamu, na wala sio lazima kusilimu siku ya Ijumaa kama wengi tunavyowaona. Ijumaa kama mnamtaka, njooni mumtangaze tu, ili kwa sababu ni siku ya mkusanyiko wa watu wengi wapate kumwona huyu mwenzetu, tumeelewana lakini. Wewe unayo haki ya kumsilimisha mtu na hapo ulipo, kama ni Buguruni, Ilala, Kariakoo, Tegeta, Manzese, Sinza, Tandale, eh, Kigamboni, msilimishe, na sio lazima lazima akasilimishwe msikiti mkubwa. Tumeelewana, tumeelewana. Yule ukimchelewesha yule Likatokea la kutokea wewe ndio utakuwa na matatizo.